Lekini, vigingi vitano kwa wabunge kupanda, vigingi vitano kwa wabunge joto lazidi kupanda. Hiyo ni habari, inaendelea ukurasa wa gazeti laku la Mwananchi, ipate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuna habari Dorothy, mguu sawa kuvaana na Dorothy, mguu sawa kuvaana na Samia, Samia, lakini lakinisia wa Papa Francis kubadili mazishi yake hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele. Ipate nakala yako kwa habari kwa kina, lakini kuna habari inayosema gari la katibu wa CCM lateketezwa, gari la katibu wa CCM lateketezwa. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi na tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii linaanza na habari inayosema G55 wadai kuwa kuna tishio la kuwafuta Chadema, John Heche akamatwa au ni j5 wadai kuna tishio la kuwafuta Chadema, eh, John H akamatwa. Lakini umoja eh, wa madhehebu ya Kikristo wataka ineki irudi kwenye meza ya majadiliano. Umoja wa madhehebu ya Kikristo wataka ineki irudi kwenye meza ya majadiliano. Lakini wizara eh, mzazi akishindwa kulea jela miezi sita, faini milioni tano. Eh, hiyo ni wizara isema mzazi akishindwa kulea jela miezi sita na faini milioni tano. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti ya Nipashe, inasema CAG aguna malipo ziada bwawa la Nyerere. Huyo ni CAG aguna malipo ya ziada bwawa la Nyerere. Lakini Dorothy wa ACT wa zanendo wachukua fomu kugombea urais na gari nyumba ya mwedeziwa sistemu ya choma moto. Lakini tarehe ya kumzika Papa Francis yatangazwa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Nipashe pate na kale yako kwa habari kwa kinam. Na tukiachana gazeti la Nipashe, tuangazie sasa kwenye gazeti la habari leo. Gazeti lako la habari leo linaanza na habari inayosema G55 wadai chadema inamtaka kuwafukuza. Hiyo ni habari inaendelea kurasa ishirini. Lakini kiongozi act achukua fomu ya urais. Hiyo ni habari kurasa wanne kwenye gazeti la habari leo. Lakini m yatoa wiki mbili fidia kwa wananchi bonda. CCM yatoa wiki mbili fidia kwa wananchi Bunda. Lakini Ulega Ambana anajenga njia nne Mbeya. Huyo ni Ulega Ambana anajenga njia nne Mbeya, yule habari ukurasa wa tatu, huku ukurasa wa nne Kassim Majaliwa ahimiza kulinda mila na desturi. Lakini fuara za imarisha muungano. Hizo ni fuara za Rais Samia Suluhu Hassan za imarisha muungano, vyombo vya ulinzi vyapongezwa kuhudumisha. Lakini vijana wahadharishwa kuepuka wapotoshaji hiyo ni habari ukurasa wa pili wa gazeti lako la habari leo. Lakini mwili wa Papa Francis hadharani kuzikwa Jumamosi. Mwili wa Papa Francis i hadharani kuzikwa Jumamosi. Na wabunge wataka majibu sera ya ugatuzaji madaraka. Wabunge wataka majibu sera ya ugatuzaji madaraka. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la habari leo. Pata yako kwa habari kwa kila. Lakini gazeti lako la Uhuru linaanza na habari inayosema mwanachama Chadema Asifu kasi ya Rais Samia. Habari naendelea ukurasa wa nane. Lakini kampeni msaada wa kisheria ya Mama Samia kutikisa Zanzibar. Kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia kutikisa Zanzibar. Fuara za Rais Samia za paisha uchumi. E fuara za Rais Samia za paisha uchumi. Tulinde tuenzi utamaduni kwa manufaa ya vizazi vyetu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele. Lakini Balozi Nchimbi awapa maagizo Dr Nchemba, eh, Balozi Nchimbi awapa maagizo Dr Nchemba, eh, na pindi. Lakini maziko ya Papa Francis kufanyika Jumamosi. Kinga kwa wanawake kutoza watoto vichwa vikubwa yatajwa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru. Pata nakali yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari inayosema mwanachama wa chama cha Chadema asifu kasi ya Rais Samia. Hiyo ndio habari inaendelea ukurasa wa nane, eh, lakini mchengerwa awatisha majukumu, ma na e, awa majukumu e, ma na wa mchengerwa wa majukumu ac na madc. Hiyo ni habari pia inaendelea ukurasa wa tatu wa gazeti lako la Uhuru. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tuangazia gazeti lako la Majira, linaanza na habari inasema mikutano, na e, mikutano ya wasira na falsafa ya ukubwa dawa. Lakini gari la kigogo wa sisi Mbeya la choma moto e, gari la kigogo asisie Mbeya la choma moto G55, yalia na kiburi cha viongozi wa Chadema. Lakini usia wa Papa Francisco waanika na kuzikwa Jumamosi. Dorothy ni sehemu achukua fomu ya kugombea uraisi Oktoba. Dorothy sehemu achukua fomu ya kugombea uraisi Oktoba. Ni habari ukurasa wa nne wa gazeti lako la Majira, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania uzalendo kwanza inaanza na habari kabisa inayosema ACT e, wazalendo wako serious na uchaguzi mkuu. ACT e, wazalendo wako serious na uchaguzi mkuu. Habari hii ni ukurasa wa pili. Dr. Mwigulu aeleza mbinu za kukabiliana na sera mpya za Marekani. Dr. Mwigulu aeleza mbinu mpya za kukabiliana na sera mpya za Marekani, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Taifa Tanzania, lakini bado kuna habari inasema, INEC yatangaza vigezo sita taasisi ya kutoa elimu mpiga kura. INEC yatangaza vigezo sita taasisi ya kutoa elimu ya mpiga kura, na hiyo ni habari pia kwenye gazeti lako la kula Taifa Tanzania. Lakini kuna habari kwenye gazeti la wamachinga sauti ya wanyonge linasema si, ACT wa, wa zalendo avuta fomu ya uraisi, lakini balozi Nchimbi, tusivuruge miezi michache kuelekea uchaguzi mkuu, na g 55 wajipanga kuhama Chadema. Lakini Papa Francis kuzikwa Jumamosi, maadhimisho ya muungano wa 2025 kufanyika kimikoa. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti la wamachinga kwenye kurasa za mbele. Ii, gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, linaanza na habari inayosema viongozi duniani wajiandaa kushiriki mazishi ya papa Jumamosi. Lakini Dkt Nchimbi atoa tahadhari uchaguzi mkuu. Dkt Nchimbi atoa tahadhari uchaguzi mkuu. Lakini Mrema atema nyongo kwa viongozi Chadema. Mrema atema nyongo kwa viongozi Chadema lakini Dr Nchemba ateta na mkurugenzi mtendaji wa afg one. Lakini kuna habari inaosema waasiri Masauni aelekeza maadhimisho ya muungano kufanyika kimikoa. Hilo ni gazeti la kula Mwanahabari gazeti bora kabisa kurasa wa mbele. Lakini gazeti la kula Mtazamo Mpya lenye na habari inaosema mbio za uraisi za pamba moto Dorothi Semu wa ACT Wazalendo achukua wa fomu kugombea ridhaa ya chama, lakini asema yupo tayari kusogeza mapambano Uh, yupo tayari kuongoza mapambano. Lakini kuna habari inayosema Papa Francis kuzikwa Jumamosi, na Dr Mwigulu wa teta na mkurugenzi wa IMF, uh, kanda ya Maafrika lakini kujadili mikopo nafuu. Hilo ni gazeti lako la Mtazamo Mpya, uh, gazeti lako la Mtazamo Mpya, habari makini. Lakini kwenye gazeti la Rai ya Mzalendo yenye inaanza na habari inasema serikali yawekwa, uh, mguu sawa kulinda viwanda vya mabati vya ndani lakini Watanzania wanne watuhunukiwa shahada za heshima Uingereza. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Raia Mzalendo. Lakini udati atoa ufafanuzi msongamano mkubwa wa abiria kimara mwisho na John Mrema, kiburi cha Lisu kimeua ndoto za wagombea ubunge na udiwani elfu mbili. Hiyo ni gazeti lako Raia Mzalendo. Lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika kanisa la pongeza mafanikio ya Samia, kanisa la pongeza mafanikio ya Samia na Dkt Biteko aanza ziara ya siku tano Arusha. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Uelekeo. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kurasa za nyuma za michezo na burudani. Gazeti lako la Uelekeo ndio tunaanza nalo linaandika: mode wiji amkingia ya ya kifua ahwa, hawataka kusimama na wanaopigania jezi ya Simba, lakini simbu ashinda medali ya fedha Marekani, wavu wafungua dirisha la usajili Leo gazeti lako la uelekeo, lakini Riyam Zalendo linaandika Yanga ubingwa bado, ligi haijaisha. Nyota Twiga Stars atamba Israel, lakini Modewiji ya mkingi ya kifua Charles Awa. Na gazeti lako la mtazamo mpya linaandika yao pakome waiweka njia ya panda, Yanga Maxime akalia koti kavu ligi kuu. Lakini gazeti lako la mwana habari linaandika wana mchezo mlimba wa Momba Agley Mhenga kugombea ubunge lakini Simba kupaa kuelekea Afrika Kusini na kizuguto apewa tuzo kafu irudi. gazi laku la Mwanahabari, lakini gazi lakula Machinga linaandika modei eh, mashabiki Simba tumpe tatu ahwa yao pakome, majeruhi yawaweka nje yao na pakome, majeruhi yawaweka nje kocha Yanga, ubingwa bado kocha Maxime awataka nyota wake kukomaa hilo ni gazeti lako la Wamachinga. Lakini Taifa Tanzania linaandika Simba ya paa kuwafuata Selebosh, South Africa. Lakini Yanga yamfukuzisha kazi Johnny Noble. Lakini JKT Tanzania kujinoa kumaliza tatizo la kuruhusu mabao. Na gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika timu za taifa za riadha kuondoka leo. A, timu za taifa za riadha kuondoka leo. Lakini kocha Yanga amfunguka ushindi wa Fountain Gate balidai ya rudi ligi kuu Uingereza. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar leo, lakini kwenye gazeti lako la majira linaandika Simba ya kuya pipa leo kuifuata Stellenbosch south Africa. Fadu awafunda wachezaji waseme hawaishii hapa, lakini Rais Samia ampongeza mwanariadha Simbu. Na gazeti lako la Uhuru linaandika Simbu avuna mamilioni, Rais Samia ampongeza lakini Majaliwa ataka elimu kwa wasanii itolewe. Simba hiyo Afrika Kusini. Hilo ni gazeti lako la Uhuru, lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika Simbu wazoma mamilioni, Bostoni apongezwa. Majaliwa azindua rasmi mfumo wa wasanii kujisajili. Miludi awaonya nyota Yanga. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo, lakini gazeti lako la Nipashe linaandika Rais Samia ampa hongera Simbu, mwanariadha huyo ang'ara katika Boston Marathon 2025 baada ya kutu... ya kutumia lakini simba yajipanga kuanza upya sauzilo ni gazeti lako la nipashe lakini gazeti lako la mwanasport gazeti bora kabisa asubuhi ya leo linaandika vita vya kiatu mguu sawa. kuna jonas alsoa akiwa na magori kumi na moja lakini kuna charles hawa akiwa na magori kumi na mbili kuna prince dube mpumelelo gori kumi na mbili lakini kinara wa mabao ni Clementi mzizi akiwa na magori kumi na tatu, lakini kuna habari inaosema Simba yapewa refa wa moja bila. Lakini ateta ana mbinu mpya kuiua PSG. Takukuru yaanza uchunguzi sakata la kipa Fontaine Gate. Habari kwenye gazeti lako la mwanaspoti kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kinam na gazeti lako la mwanaspoti fungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Asanteni kwa usikilizaji mwema.